wa ufugaji wa sungura pia anahusika na ukingaji wa mkojo wa sungura. Ni kijana Patrick, mbunifu na mjasiriamali mkazi wa Manyoni mkoani Singida, ambaye amejikita katika ufugaji wa wanyama aina ya sungura, ambao mbali na kuuza kitoweo cha mnyama huyo lakini ameiona fursa nyingine ya mkojo wa sungura, ambao umekuwa na matumizi mbalimbali mbali, hasa katika sekta ya kilimo kama mbolea na kutumika kama dawa za kuua wadudu waharibifu wa mazao. Kwa jina jingine tunaita organic organiki ya mkojo wa sungura. Mara nyingi inatumika kwenye bustani, ila pia kwa wakulima wa alizeti, wakulima wa parachichi na wakulima mbalimbali. Mkojo huu kiukweli umeleta tija kubwa sana. Mwanzoni watu wengi walikuwa hawawezi kuamini kama organiki ya mkojo wa sungura inaweza ikafanya vitu kadhaa, lakini mpaka sasa ukija kuangalia organiki inaua sana wadudu wanaoshambulia wanaoshambulia mashambani, hususan kanitangaze. Mkojo huu pia unaua au kanitangaze, ila pia huu mkojo huu una faida nyingi sana pia. Ukiangalia na majumbani unaua viroboto pia unaua kunguni, hivyo mkojo huu kiukweli umeleta tija kubwa sana. zoili nilipewa na baba mdogo wangu. Baba mdogo wangu alikuwa anahusika na, na usafirishaji wa pilipili alikuwa akipeleka China, lakini kuna siku ali, aliweza kunipigia simu akanambia jitahidi sana huko Manyoni utengeneze banda la kisasa la kuweza kukinga mkojo wa sungura. Patrick anaeleza soko la mkojo wa sungura na manyoya ya mnyama huyo ndani ya nchi na nje ya Tanzania. kwa kwa hapa Manyoni mkojo tunauza lita moja kwa shilingi elfu tatu kwa wakulima wa bustani na wakulima wa mashambani. Kwa soko la nje, dumu moja, dumu la nje dumu moja tunawauzia dumu la lita ishirini tunawauzia elfu themanini kwa wanao, wakulima wa parachichi walioko Rwanda tunawauzia elfu themanini dumu moja. Tofauti na oganiki ya mkojo wa sungura ana faida nyingi. Kwanza ukiangalia manyoya, manyoya yake yana faida faida kama mbili. Faida mojawapo kwamba manyoya haya yanatengeneza nguo kama urembo, ila pia manyoya haya kwa mtu aliyejeuliwa na moto au kaungua na moto ni dawa tosha kumbandika haya manyoya, ila pia ukiangalia kwa nyama, ukienda mahospitalini, wao wanatuelekeza kwamba Kura, kura nyama nyeupe, kura nyama nyeupe nye, ambayo ni sungura huyu. Pia ukiangalia kwa dada zetu, kucha hizi za sungura, kwa wenzetu Uganda, kucha zake hizi wanatengeneza viwandani kucha bandia za dada zetu hao. Licha ya ufugaji wa sungura na faida za mnyama huyo, bado kuna changamoto inayomkabili kijana huyu. Na wadau wangu hapo Kenya, nilikuwa ni najaribu kuwasiliana nao, wakanambia soko lipo njenje, ila isipokuwa lazima uwe umesha umesajili jina la biashara pia na bidhaa yako, lazima uweke na nembo ya biashara. Kwa upande wa serikali, mimi nilikuwa naomba kwanza mkojo organikia, mkojo wa sungura waweze kwanza wa, waje wataalamu kama tunavyoona wataalamu wa mambo ya TPR hai wa mbolea waweze kwanza kufanya uchunguzi sahihi ya mkojo wa sungura. Habari Wikendi ikapata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wakulima ambao ni watumiaji wa kiuatilifu hiki cha asili cha mkojo wa sungura, na hapa wanaeleza matunda ya mkojo huo wa sungura katika mashamba yao. Sasa hivi nina miaka mitano sasa, e, natumia mkojo huu wa sungura kwa sababu pale mwanzo nimetumia e, mkojo wa sungura kwa ajili ya kuua wadudu korofi kwa ajili ya mazao yangu kuweza kumea vizuri. Lakini kubwa zaidi mimi natumia eh, mkojo wa sungura kwa ajili ya kukuza mazao yangu kwa sababu gani? Nakwambia mkojo wa sungura umeninufaisha sana katika mazao yangu, okay. Faida zake, faida ya kwanza ina inaua vijidudu katika mimea kwa mfano kwenye mahindi, marage, muona. Faida ya pili inasaidia kukuza pia mimea, unaweza kuwa na rutuba na kuweza kustahimili pia ukame huo. Ndio mkojo wa sungura, kiuatilifu cha asili katika sekta ya kilimo, ambapo baadhi ya wakulima katika mkoa huu wa Singida wanaendelea kukitumia kama kiuatilifu pamoja na mbolea katika mazao mbalimbali mbali. kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Habari Weekend. <mucho>